Na pointi yangu ya mwisho, mwanamke mwenye mafanikio ana sifa ya nne kubwa, ambaye yeye ni jasiri. Jasiri tumeuona kwa Bibi Khadija. Toka nazaliwa mpaka nakamata pesa mpaka anaolewa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alitoa mali yake kwa ajili ya Uislamu, alisaidia Waislamu Alikuwa mwanamke jasiri. Huwezi kufanikiwa au kuwa mwanamke uliofanikiwa kama wewe sio. Unatakiwa wewe ndo usimame kwa ajili ya nyumba yako, wewe ndo usimamishe dini katika nyumba yako, watoto wako wahakikishe wanasali, watoto wako wanatii sheria na watoto wako wote wanakwenda madrasa. Wewe ndo unatakiwa uwe amiri jeshi mkuu nyumbani , lakini katika maamuzi ya maisha yako unatakiwa uwe jasiri. Hiyo ndo maana ya nini? Imani, imani ni kuamini mambo yatatokea, hata kama hujui yatatokeaje. Ni kuamini kwamba ingawa mimi ni mgumba, lakini mimi nta, ntazaa. Hiyo ndo nini? Ndo imani. Ni kuamini kwamba ingawa mimi nimeachika mara nne, lakini nitaolewa tena, japo sina yoyote aliyeniomba ole kunioa. Kuamini kwamba hata nisipokaa vibaya vibaya kwenye mtandao mimi nita, nitaolewa, na hata kama sipokuwa mzuri nitachaguliwa tu, kuna mtu tu atanipenda hivi nilivyo. Huo ndo nini, ujasiri kutakuepusha kung'ang'ania watu wa kuoe, kuepusha kuwapa watu pesa wa kuoe, kutakuepusha kulea vitu vya kijinga, kwa sababu unaamini sina uwezo, baada ya hapa hakuna njia tena. Njia ipo, na niwaambie ni siri hii, sasa naenda kufunga. Niliambiwa, ukitaka Mwenyezi Mungu akusaidie, mwache akusaidie. Ukitaka msaada wa Mwenyezi Mungu, kuwa hopeless, usifanye kitu, mwache yeye afanye anachotaka. Na mara nyingi ukimwacha Mwenyezi Mungu afanye, mwisho wa siku lazima tu utafurahi. Vitu ulivyo navyo 75% hukuomba Mwenyezi Mungu amekupa, kwa hivi vyote ambavyo vinakupeleka kasi sasa hivi. Oh, sina nyumba sina mtoto oh, sina kazi. Mwache Mwenyezi Mungu, yeye mwenyewe anajua. Mradi uko hai kwenye dunia, hata taka uibe ili upate riski, kwa wewe, tulia. Ndio maana ya nini? Ya ujasiri, imani kwamba mambo yatatokea hata kama sioni mwanga lakini mambo yatatokea. Acha vitu viflow vyenyewe, wewe timiza wajibu wako, kisha acha vitu viflow. Hata kama nyumba imekushinda acha ingie kwenye maji basi, kuliko wewe kupambana, mwisho wa siku tunakuja, unaandikiwa, unaambiwa una chronic pressure, unaanza kunywa dawa, uko miaka thelathini na tatu lakini unakunywa dawa za depression, za pressure, za usingizi you have Ten years, hulali bila kidonge husinzi. Let go, achia. Hata ukifa hujafanya dhambi, hata ukifa huna majuto. Umejaribu, imeshindikana, basi na wewe una haki ya kumdai Mwenyezi Mungu: Mungu, mbona mimi nimefanya kila kitu kuwa muumini, lakini hujanipa? Kuliko kuhangaika mwisho siku unavuka mipaka kwa kuhangaika. Kwa mimi nawaombeeni, Mungu, ndugu zangu, dada zangu, wapenzi wangu, awajalie mupate sifa hizi nne: utulivu, uchamungu, ubobevu katika malezi na kuwa jasiri. Na Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni tutakaoingia katika pepo yake tukufu. Na katika masiku haya, siku hizi kumi Kabla ya kumwombea mtu abadilike, jiombee wewe ubadilike, uache mazoea. Acha kuishi kama mwanamke wa kijahiliya, ishi kama mwanamke uliozaliwa kipindi umma huu umeenda shule, umma uliostaarabika. Asante ha, ha, ha, ha, ha.